Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mchungaji Julius Mbwambo, mchungaji wa kanisa la Wadventisi wa Sabato mtaa wa Korogwe. Kwa namna ya pekee sana tunapoelekea katika kipindi cha makambi ya mwaka 2025 yenye kauli mbiu inayosema nitakwenda nikimtumaini Yesu. Nichukue nafasi hii na fursa hii kuwakaribisha washiriki wote wa mtaa wa Korogwe hasa katika kituo chetu cha Korogwe A ambao tunakwenda kuanza makambi yetu kuanzia tarehe tano mpaka tarehe kumi na mbili ya mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ni kukaribishe sana kwa namna ya pekee. Siku hizi za vibanda ni za muhimu ambazo tunazifahamu kwa jina la makambi. Aa, lakini tunapoelekea sasa kuanza makambi yetu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano hapa Korogwe ni wakaribishe sana washiriki wote. Mungu ametupatia wiki hii na wiki hizi za makambi ili tuweze kubarikiwa. Ni sikukuu ya pekee, ndiyo sikukuu ambayo tunapata muda wa kuketi kusikia kile Mungu ambacho anatamani tukipate na chaji anayotamani tuipate kwa mwaka mzima. Wewe na familia yako panga kushiriki, wewe na familia yako panga kuhudhuria makambi haya. Nikukaribishe sana, usipange kukosa. Jambo la kwanza kabisa, andaa aa, moyo wako kukutana na Kristo. Ombea mikutano hii, lakini jambo la pili, hata muda wa kushiriki kikamilifu kwa namna moja au nyingine. Kama wewe ni mfanyakazi, omba ruhusa kazini, utenge huu muda na hii wiki kwa ajili ya Bwana, lakini kwa wale wafanya biashara na iwe wiki ya kujitoa na kuitoa kwa Mungu ninaamini ya kwamba hautajuta. Kwa wale wanafunzi, pateni muda wa kuomba ruhusa shuleni, waambieni ya kwamba tunatamani kukutana na Bwana. Mungu alipotaka kukutana na Israeli, aa, alitenga muda wa siku saba, ili azungumze nao, na ndio maana tukapata haya makambi. Mungu ana ujumbe mahususi kwa ajili yako wewe na familia yako. Karibu sana vipindi vyetu, na vipindi hivi vya makambi ninaamini vitakubariki. Mungu ameleta watumishi wake mbalimbali kuja kutubariki. Njoo ili uweze kubariki. Andaa moyo wako, lakini pia andaa sadaka yako ya shukrani. Mungu amesafiri pamoja nawe, ametetea familia yako, amekuokoa na ajali Amekuponya na magonjwa, amekusafirisha salama. Wengine wamekufa, wewe umeendelea kuishi. Wengine wamepata ajali, wewe bado uko mzima. Wiki hii na iwe wiki ya kumshukuru Mungu. Andaa sadaka yako ya shukrani ya kwamba Mungu amekulinda kwa muda wa mwaka mzima. Toa sadaka ya shukrani, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Nikukaribishe kwa namna ya pekee, omba ruhusa pale kazini, uje ushiriki makambi. Acha shughuli zako kwa juma zima. Njoo ushiriki makambi. Wale wanafunzi omba ruhusa, ninaamini ya kwamba baada ya kambi hili hautajuta, na baraka za Bwana zitakuwa pamoja nao. Kwaya mbalimbali zitakuwepo, huduma mbalimbali zitatolewa. Njoo ushiriki, ni baraka hii na Bwana atakubariki. Njoo tubarikiwe pamoja katika kambi la mwaka elfu mbili na ishirini na tano.